Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote ulipo, na tumaini mzima bado. Kwenye ile kampeni yetu ambayo tunaendeleza kwa ajili ya kuwasapoti wadau ambao tuko nao kwenye Asili Yetu TV, sasa leo bwana, tumenasa tukio lingine ambapo tuko na mdau wetu uh, tunatamani tupige naye story kuhusiana na siku yake ya Happy Birthday ambayo tumeona posti zake zikienea. Sasa Asili Yetu TV tukasema isiwe kesi, wacha tusafiri tufike mpaka sehemu ya husika tuone nini ambacho kipo. Aa, na hii ni Njombe, Tanzania. Mama Mngoni habari. Salamu, uh, unajisikiaje siku ya leo? Kwanza na furaha sana, ni siku nzima, yani ni siku nzima ambayo yangu imekuwa furaha kubwa mno. Kwa nini imekuwa kubwa mno? Tupe siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio, nimetimiza miaka hamsini nikiwa na watoto watano, wajukuu wanne, wako wawili, yani hilo jambo namshukuru Mungu sana. Okay. Uh, niliposti picha yako kwenye status kuna mtu mmoja akasema kwamba, miaka hamsini, je, mimi nitafika? Mbona yeye anazidi kuwa mrembo, shida nini? Siri ya urembo wangu ni vile kujitunza, mm. kufanya mazoezi, kula chakula kwa wakati na vile vyakula vya asili haso Yeah. Na hata hapa chakula changu navyopika, mm. napika kile chakula, sio kama hotelini, napika chakula kama vile mtu yupo nyumbani. Okay. Eh, na unawaambia nini sasa watu ambao wanakufuatilia wanakujua kama mama Mngoni, kama mama Mngoni? Mimi nawaambia wakaribie kwenye ofisi yangu mm -hmm. Waendelee kuniungisha kuanzia, toka siku ile ya event kama nilivyoongea, waendelee kunishika mkono, maana nilikuja Njombe nikiwa na moja sasa hizi na 85 kuja okay. Na moja sasa hivi na 85 eh. Toka tulipofanya event ile ya super, ilikuwa ni nini ile event? Mama Mngoni Dei. Mm, Mama Mngoni Dei mpaka leo hii tunaona tuna hatua ambazo zimeongezeka kwa asilimia kubwa yani asili, yani imeongezeka kwa asilimia kubwa sana, na niliona kama ni jambo dogo, lakini kumbe ni jambo kubwa na limefika mbali. Napokea wageni mbalimbali mbali, wakutoka sehemu mbalimbali wananitafuta, wanavyoona nani walivyoona ile YouTube asili yetu TV mmeposti na namba yangu ya simu iko pale, wanapiga simu huko na huko wanakuja yani, wateja kiukweli, wameongezeka. Ninafanya kazi mimi, ndo nashindwa kufanya kazi, ila wateja wameongezeka, namshukuru Mungu. Kwa hiyo okay. Na umesema na watoto wangapi? Watano, wajukuu wanne, wakwe wawili. Unaambia nini sasa familia yako, ujumbe? Najua kwenye siku hii kama ya leo, familia yako imekuwa mwanzo mwisho na wewe, unawaambia nini ujumbe wa leo, ili watoto wajue kweli mama tunaye watoto wangu wa kitu ambacho nawaambia na pamoja na, na wajukuu zangu, katika maisha unatakiwa kwanza usikate tamaa, na vile vile katika maisha unatakiwa kujiamini kila kitu unachokifanya jifanye kwa kujiamini na ukimtanguliza Mungu na usio. Yani, kuna wale watu ambao huwa wanafungua biashara siku mbili tatu, akiona leo ishi akijaenda ana, yani anaacha. Ila mimi yani sio kwa watoto wangu tu, kwa jamii yote nawaambia, maisha utaki kukata tamaa e. Yani, ukianza na moja, fikiria kuna mbili, kuna tano, kuna sita, hivyo unaweza kujikuta unafika pale ambapo unatakiwa kufika. Asili yetu TV tulivyoona tukio lako picha zinasambaa tukasema, ngoja tufike kwa Mamgoni. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa ujio wako, lakini pia asante kwa kutupokea. Tumefurahi sana na mi nimefurahi sana. Nyinyi ni familia yangu, niko pamoja na nyinyi popote, kwa sababu kwanza sikutegemea. Nafikiri nimechati na wewe ni mida kama ya saa kumi na mbili kasoo, lakini saa moja huko hapa. Yani, ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nyinyi Ninawaombea sana mfike mbali. Asante e bana, sisi tukutakie sherehe njema. Tunajua leo vibe lako la kutosha, mpaka sijui utakesha. Amina mpaka asubuhi. MC wako wa mchongo <laughs> <laughs> na msikilizaji na mtazamaji wa Asili Yetu TV, bado hapa tulipo sasa hivi, ukicheki nyuma huko unakuta ni, ni jiko ambalo lipo hapa. Tunaendelea kupiga naye story, kuna vitu ambavyo tunajifunza na sisi. Tumekuja hapa kwa ajili ya kumpa sapoti. Endelea kuketi na Asili Yetu TV, bado tuko hapa, tutakujulisha tutapiga na watu kadhaa, halafu then tutaondoka kujulisha kwamba tuko hapa kwa Mama Mngoni Mgahawa ambapo mapishi kila kitu vinapatikana, chakula safi kiko hapa. Sasa leo bwana, tumetia timu hapa kwa ajili ya jambo moja tu ambayo leo ni siku yake, happy birthday. Miaka mingi sana ameupiga, aafu bado yuko vizuri. Sasa asili yetu TV tukasema wacha tufike ili tuweze kupiga story, lakini niko na ni ndugu yake, lakini pia ni MC. Mi nimemwita MC wa mchongo <laughs> mambo vipi? Mambo poa. Bwana unaitwa nani? Naitwa Happy Jerome. Happy Jerome. Yeah. Wewe ni MC kweli au leo tumevamia shughuli? Tu mchongo. <laughs> Eh, MC mchongo, naungana na mimi <sighs> eh, mimi ni MC wa mchongo nimekuja mm. kwenye birthday ya shangazi yangu. Nimetokea mm. da naishi da, nimekuja kwenye birthday ya shangazi yangu ametimiza miaka 50, nimekuja kumsupport. Kumo okay. Tumemletea zawadi gani shangazi? Maana shangazi ni mama. Ay, la pesa ni nyingi. Pesa ni nyingi hatujaona. <laughs> na zimeingia account zimeingia kwenye akaunti <laughs> Okay. Unamwambia nini sasa anti yako siku ya leo? Anti yangu, nakupenda sana sina kingine zaidi ya kumtakia maisha marefu hmm. Nampenda sana anti yangu, anti yangu kabisa, amezaliwa na baba yangu kabisa kabisa kabisa. kabisa. kabisa. okay. sio wa mchongo. Sio wa mchongo, anti yangu kabisa, anti yangu kabisa kabisa kabisa kuzaliwa uyu. Baba yangu ni wa pili kuzaliwa. okay. kuzaliwa haya, mm. tunashukuru sana kwa safari yako kutoka Dar es Salaam mpaka Njombe kuja kumshika mkono. Hii ni, ni ishara ya upendo pia sana. Karibu Asili Yetu TV, asante nam msikilizaji na, na mfuatiliaji wa Asili Yetu TV. Mimi sina la ziada, tumeshapiga stori na watu husika ambao wako hapa, tumewasikia. Endelea kuwa na Asili Yetu TV. Naitwa Ngoji kila kil la...